Nimefurahishwa na dabi. Dabi ilikuwa nzuri, na sisi kama mafans wa TP Mazembe Tanzania tumekuja kwa support na kuunga mkono Yanga na Simba ambaye ni washirika wetu, kama mnavyojua, tulivyokuja hapa baada ya kupata shida Kongo kucheza na Esperance de Tunis, lakini Simba walitualika hapa na tulikuja hapa tukacheza tukijifili kama nyumbani na uwanja wa Benjamin Mkapa tuliujaza kwa asilimia tisini na mbili. E, vile vilevile pia na Yanga ni ndugu zetu wa damu, maana tumesha saini mikataba ya, ya, ya, ya, ya kuweza kushirikiana na Yanga. Kwa hiyo leo mimi kama mwenyekiti wa mashabiki wa TP Mazembe Tanzania nilikuja kushiriki kuangalia ndugu zangu na rafiki zangu wanavyocheza. Uh, upande wa shirikisho la mpira wa soka Tanzania, uh, kuchukua maamuzi ya kuwaleta marefali kutoka Egypt Misri nimeunga mkono na nimewapongeza sana, lakini tujitahidi pia tutengeneze marefa ambaye wataweza kuchezesha dabi Tanzania ambaye watakuwa hawana upande wa kutegemea. Kwa hiyo leo tumeshiri tu tumeshuhudia gemu nzuri, marefa walikuwa vizuri na walitaka wachezeshe gemu hii kama uh, Uingereza ambaye sio kila unapoanguka lazima refa apige kipwemba. Kwa nashukuru sana kwa niaba ya mashabiki wote wa TP Mazembe Tanzania, tumeshuhudia gemu nzuri na mshindi ameonekana, bingwa wa Tanzania ameonekana ni Yanga Afrika ambaye tunampongeza sana kwa niaba ya mashabiki wote wa TP Mazembe duniani huko Kongo, uh, walipokuwa wakisikia dabi tarehe nane, dabi tarehe 15, dabi tarehe 25, yaani kila siku zinaahirishwa tarehe. Uh, walikuwa wakiuliza nini, uh, kupitia wewe kwa sababu unaishi huko uh, wakongomani walikuwa wakiuliza uh, imekuwaje huko na majibu yalikuwa ni vipi. Kuna neno la Kifaransa linasema a chaque peuple sa culture, kila jamii ina utamaduni wake na walikuwa wanauliza, lakini Tanzania pia kuna utamaduni ambaye lazima ule utamaduni uheshimiwe. Kuna dabi ya Tanzania ambaye ni kati ya Yanga na Simba. Tofauti na Kongo, kuna dabi ya mkoa wa Katanga, kuna dabi ya mkoa wa Kinshasa, kuna dabi ya mkoa wa Kasai, lakini hapa kuna dabi ya kitaifa ambaye ni kati ya Yanga na Simba. Kwa hiyo lazima utaratibu huu ulikuwa unaheshimiwa lakini watu walikuwa wana kwenye sintofahamu, tarehe zimerushwa rushwa mara kadhaa. Okay, hizo ni taratibu za, za, za kawaida. Okay, ni taratibu za kawaida kwa timu ya Yanga na Simba. Kuna taratibu ambazo wanatakiwa waweke sawa, kati ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na Yanga na Simba, na sisi kama watazamaji ilibidi tukae mkao wa kulia na tukaa tunasubiria.